Wa rahmatullahi wabarakatuh usikum wa nafsi ya awala bitakwallahi taala wataatihi ayohanas, enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, nausia nafsi yangu pamoja na kuwausia ndugu zangu katika jambo zima la kumcha Allahu subhanahu wa taala, kwani Allahu tabaraka wa taala bado anatupenda ametupa fursa nyingi sisi waja wake, kwa kuwa bado anatuhitaji. Allah tabaraka wa taala anapenda sisi tuyapate yale ya kheri, kisha tukose shari. Kwa hivyo fursa, mimi na wewe tunayo, ewe ndugu yangu Muislamu katika imani. Fursa ambayo tuko nayo Allah aliyotupa, ni fursa ya tauba. Tumesema katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi wa Ramadhani, ikiwa mja atajikita katika kufanya ibadat Rahmani, basi huyu atakuwa amesamehewa madhambi yake na atakuwa na ujira mkubwa mbele ya Allah tabarak wa taala. Hasara kubwa ipo kwa yule ambaye Ramadhani toka imeingia mpaka Ramadhani ikaisha, lakini huyu hakusamehewa madhambi yake, wallahi kwa maneno ya Mtume Muhammad alayhi wasallam, mja huyu atakuwa ni miongoni la minal khasirin, miongoni mwa wenye kupata khasara. Hivyo bado tuna option ya kuendelea kuyafanya ya kheri na kuacha zile shari. Uh, tumebakiwa na kumi la mwisho, kumi ambalo limeanza pia kukatika, ambalo ndio hili kumi la maghfira, eh? kumi la atikumin nnar, la kuwachwa huru na moto au la kuepushwa na moto. Ili kumi ndio kumi la lailatul qadr, usiku wa cheo kutafuta. Ewe mja wa Allah, jikite sasa kwa hizi siku zilizobakia, ili kutafuta radhi za Allah, kutafuta fadhaili fadhila zilizokuwa bora. Ni mja kujikita katika mambo mema na kuwacha yale ambayo kwamba hayana manufaa mbele ya dini yake au katika dini yake, na kwa Allah tabaraka wa taala hakuna malipo isipokuwa ni mitihani insha Allah. Barakallahu fik wa alaik.